Mwaka elfu mbili nafikiri na ishirini nilikwenda sehemu moja inaitwa Kabuku ambako washiriki walikataa kwenda kwenye mkutano wa mhubiri, wakaenda katika mashamba na Bwana akaruhusu panya. ni wakati wanaofahamu panya awe, kumbe wengine hawafahamu panya wale panya walikula mahindi kwenye mashamba yao, zile mbegu zote walizopanda. Wale waliokuwa wameweka kwenye magara, panya waliingia kwenye magara, wakala mahindi juu, mahindi yanaonekana chini, panya kala. Ukipanda juu unateremeka mpaka kwenye nani, kwenye kisuzio kule chini, hakuna indi. Na walipigwa na njaa, wakamfata mchungaji, wakamwambia mchungaji, kama hali ndio hii, naona tutaisha, tunaomba urudi akaisha mkutano. Watu wote waliohudhuria kwenye mkutano, Bwana anakwambia kwamba atazuia hata wale panya wanaokula wasialimu mashamba yetu. Bwana atazuia hata yale maradhi.